Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Jamii Fadeco. Msomaji wako ni mimi Omary Tibalila na kwanza ni muhtasari wake. Mkurugenzi wa shule ya msingi ya Kiingereza Bohari Mchungaji Dionizi Kalwani amewataka wazazi na walezi kukumbuka wajibu wao kwa kuwatunza na kuwalea watoto ili kuweza kutimiza ndoto zao. Mbunge wa Jimbo la Bukoba mkoani Kagera Mheshimiwa Johnston Johansen Mutasingwa amewataka waandishi wa habari wa kutumia kalamu zao kuandika mambo yanayosaidia jamii, lakini pia ambayo yatailinda jamii watu wawili wa, wa kitongoji cha Itwili kijiji cha Old Shinyanga, ambao ni mama na mtoto wake wa kike Suzana Samweli mwenye umri wa miaka arobaini na moja, na Happiness Peter mwenye umri wa miaka ishirini wamefariki dunia baada ya kufukiwa na kinga wakati wakichimba madini ya ujenzi aina ya kokoto katika eneo lisilo rasmi. Na katika habari za kimataifa, mapigano mapya yaliyosababisha vifo yameripotiwa mpakani karibu na mji wa Spin Boldak huku Pakistan na Taliban kila upande ukilaumu mwingine kwa kuvunja makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Habari kamili. Karagwe. Mkurugenzi wa shule ya msingi ya Kiingereza Bohari, Mchungaji Dionizi Kalwani, amewataka wazazi na walezi kukumbuka wajibu wao kwa kuwatunza na kuwalea watoto ili kuweza kutimiza ndoto zao. Akizungumza katika mahafali yaliyofanyika katika shule hiyo kwa niaba ya mkurugenzi wa shule, mwalimu Doniphace Dionizi amesema ni wajibu wa wazazi kuhakikisha wanawalea watoto na kuwa barozi wazuri kwa watoto wao ili kuwa na elimu bora na maadili mema. Hivyo tumieni elimu hiyo tuliyowapatia watoto wenu kuwa ushawishi kwa watu wote ili waweze kuwapeleka watoto wao katika shule zenye maadili mazuri zaidi ya yote kwa sababu wameweza kumaliza hapa elimu ya chekechea tulikuwa tunaomba pia. Katika ibada fupi iliongozwa na mzee wa kanisa Mchungaji Pius Beichumila, ambaye pia ni mtaaluma wa shule ya msingi Bohari, amewahimiza wazazi kuzingatia mambo makuu kwa watoto wao ikiwemo nidhamu, uwajibikaji, jambo litakayochochea malezi na makuzi kwa mtoto pia amesema kila mmoja anapaswa kumlea mtoto katika upendo, huruma na kumjengea mtoto kutambua maadili ya jamii ili mtoto akue katika tabia njema. Ina maana mtoto afundishwe umuhimu wa kusoma na kujifunza kuhusu umuhimu wa kufanya kazi kulingana na hatua ya makuzi, mfundisho umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kujitolea. Kwa nyakati hizi ni jambo muhimu sana kufundisha upendo huruma. Mambo haya yanahitajika katika kumjenga na kuijenga jamii kwa kutoa mafundisho yatakayomfanya mtoto akue akiwa mwenye tabia njema. Akizungumza kwa niaba ya wazazi, mzazi mmoja ambaye mtoto wake amemaliza darasa la awali, amewasihi wazazi kuwa chachu ya mabadiliko kwa mtoto kwa kumpa elimu ili kuandaa kizazi kilicho bora, maana wanasema elimu ni wito. Hivyo walimu, kama walimu, lazima mzidi kutusaidia ili angalau watoto tuone kama wataweza kufika kupata malengo yao. Tunayo malengo marefu, na tunatamani watoto wafikie kwenye yale, yani malengo ambayo kidogo na wazazi tunatamani waweze kufika hapo. Hivyo, kwa niaba ya wazazi napenda kushukuru sana. Jumla ya wanafunzi themanini na nne wa darasa la awali katika shule ya msingi ya Kiingereza Bohari wamehitimu darasa la awali kwa mwaka wa masomo elfu mbili na ishirini na tano. Ushirika wa akiba na mikopo Tuaka SACCOS Limited umefanya mkutano wake mkuu wa ishirini na kupitisha makisio ya mapato na matumizi ya kiasi cha shilingi milioni mia sita na tatu laki nne na elfu arobaini mia tatu tisini na moja pointi moja sita. Akisoma taarifa ya mapato na matumizi, meneja watu wa kasakos limited leata Laurenti amesema kwa mwaka elfu mbili ishiri na tano walikisia kupata milioni mia tano arobaini na sita laki tano elfu saba na mia tano kumi na tatu pointi mbili nane ambapo kufikia tarehe thelathini na moja Oktoba elfu mbili ishiri na tano hali ya mapato ilikuwa milioni mia nne sabini na sita laki moja elfu ishirini na moja mia saba sitini na sita ambapo matumizi yalikuwa ni shilingi milioni mia tatu thelathini na tano laki sita elfu nne mia nne tisini na tano. Tuakasacos katika huduma zake za mikopo imetoa jumla ya kiasi cha shilingi bilioni mbili milioni arobaini laki moja na elfu hamsini na mbili mia moja sabini na nane kwa wanachama, ikiwa mikopo ya maendeleo ni shilingi bilioni moja milioni sita, laki nane na, na mkopo tabasamu ikiwa ni shilingi milioni 39 huku chama kikiwa kinajivunia kuongezeka kwa wanachama wapya 3 na wanachama 8 waliali kuongeza makato. Twaka Limited imefanikiwa kuendeleza mpango wa amana na uwekezaji kwa wanachama wa stafu na wasio wa stafu kwa masharti nafuu na riba shindani ikiwa ni moja ya fursa katika ushirika huu ambapo kwa mwaka huu wamepata jumla ya wawekezaji watano wenye jumla ya amana yenye thamani ya shilingi milioni mia moja na arobaini na nane. Katika mkutano huo, ushirika huo umepitisha kiasi cha shilingi milioni mia sita na tatu laki nne elfu arobaini na nne mia tatu tisini na moja pointi moja sita kwa makisio ya mwaka elfu mbili ishirini na sita huku wajumbe wa mkutano huo wameomba gharama za uzengezi ziongezeke ili wanapokwenda kwa wanachama kazi ifanyike kwa ufanisi. Mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kagera Akwili na Meena amewapongeza kuendelea kuwa waaminifu katika chama na kuongezeka kwa kupata amana kutoka kwa wastaafu na kuwataka kuzizungusha ili zilete matokeo chanya. Meena amewataka kuendelea kujenga mtaji wa chama wa kuongeza hisa, akiba na amana ili kuimarisha ukwasi katika chama na amesisitiza viongozi na watendaji kutoa huduma bora zitakazojenga ukuaji wa SACCOS hiyo ikiwemo ni kuibua vitega uchumi na kuanzisha miradi mbalimbali. Nne. Chama kuibua miradi mbalimbali mbali na kuweka mpango mkakati wa miaka mitano kati ya uwekezaji ili kuongeza mapato ya chama, tuongeze vitega uchumi ili viweze kuongeza mapato pindi ambapo biashara ya, ya kukopesha inasuasua. Tano. Kujibu hoja za ukaguzi kwa wakati na kuwaita wakaguzi waje wakague ndani ya miezi miwili baada ya mwaka wa fedha kuisha. Sita, kuhudhuria na kuchangia mkutano wa saka ambao ni mkongamano la Sacco zote barani Afrika linalotarajiwa kufanyika Dar es Salaam mwaka 2026. Naomba muhudhurie tuweze kujifunza kwa watu wa nchi mbalimbali kutoka Afrika watakaokuja kuhudhuria. Saba, tume ya maendeleo ya ushirika inatarajia kuandaa mpango kabambe utakaoendelea utakaoendeleza mikakati ya usimamizi wa shughuli za ushirika wa Tanzania nzima. Hivyo tutaleta barua, tujitahidi kushiriki kwa hali na mali ili kuweza kufanikisha uandaaji wa mpango kabambe huo utakaoonyesha mwelekeo wa shughuli za ushirika Tanzania na watakia mafanikio mema. Na hata hivyo, amewaomba kuwa wakopaji katika SACCOS yao na kuacha kwenda kukopa katika taasisi nyingine, kwani mikopo ya nje ina changamoto zake na kukumbuka kujiwekea akiba. Bukoba. Mbunge wa jimbo la Bukoba mkoani Kagera Mheshimiwa Johnston Johansen Mutasingwa amewataka waandishi wa habari kutumia kalamu zao kuandika mambo ya ambayo yanayosaidia jamii, lakini pia ambayo yatailinda jamii akizungumza na waandishi wa